Akizungumza katika ibada ya mazishi ya Cleopa Msuya, Rais Samia amesema Msuya alikuwa si tu kiongozi bali alikuwa kiongozi bora na mwenye uthubutu, kwani kipindi cha uhai wake, ujumbe aliokuwa akimwambia Rais Samia ni kuwa na uthubutu wa kufanya kazi na kutekeleza miradi ili ilete manufaa kwa watu. Katika hatua nyingine, ushauri wa mzee

katika kuhakikisha amani na utulivu vinakuwepo, viongozi wa dini wameendelea kutilia mkazo suala hilo, kwani kuwa kiongozi sio tu kufanya jambo moja, bali amani ni kudumisha amani. Walifanya kazi na watu waliheshimu, sote tuliheshimu. Si kwa sababu alikuwa na nguvu sana, lakini kwa sababu ya hekima yake na usana yake. Si kwa sababu alitisha, lakini kwa sababu alitanguliza sana kutafuta amani. Wakitoa salamu za rambirambi, baadhi ya viongozi wamekiri kuendeleza dhana ya aliyokuwa nayo mzee Msuya, kwani alikuwa ya haki na amani katika utendaji kazi na hata katika jamii alikuwa akielezea umuhimu wa amani. <coughs>